Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Joanitha Domisian. Ilikuwa siku ya Alhamisi nimo ndani naomba maana mtoto alikuwa amechelewa kutoka shule. Nikasema niingie ndani niombe. Wakati ninaomba nikachukua ile maji na nyunyuzia juu ya bati nasema, narudisha mtoto pia naombea na ndoa yangu. Wakati ninaomba nikaitwa nje nikaambiwa Mama Nesiforo toka nje kidogo. Nikatoka baada ya kutoka nikakuta bata imedondoka hapo hapo imekufa. Ghafla ikaja na njiwa hapo hapo ikafa. Anasema wakati anaomba akachukua maji ya nini, ya upako akawa anarusha juu ya nini, ya bati, anasema amrudisha mtoto wangu, narudisha, anaomba juu ya nini, ndoo. Wakati anaendelea kuomba, ghafla watu wakamwita nje, njoo. Alipotoka nje akakuta kumbe bata ameanguka pale na kufanyaje? Nakufa. Na wakati bado anashangaa akatokea tena njiwa naye akafika pale akaanguka akafanyaje? Akafa, eh. Na baada ya hapo ikaweje? Baada ya hapo tu mwenye bata alikuja bana, tulimwita sio wenyewe, labda bata ni bata fulani, tuliuliza tu, kwa maana pale nyumbani bata ni wengi wanaozunguka, tukauliza. Baadaye gasema mke wake alikuja akasema bata sio wake, amjui akuogopa baadaye. Mume wake akaja akasema bata ni wake, akamwacha hapo hapo kwa baadaye, akaja na vitoto kama viwili, wakachukua vile vitu na kuondoka navyo kwayo, akachukua njiwa na na bata vyote vikachukuliwa. E... na hiyo familia ndiyo angalia, haleluya. Huyo kuku anaekuja nyumbani kwako unajuaje kama ametumwa? Au njiwa wanaruka nyumbani kwako kwenye bati unajuaje? sio njia wa kawaida kuna mtu anaelewa. Lakini ukimtumainia nani? Mungu atakushangaza kama jinsi alivyomshangaza ubinti. Hawakuwa bata wa kawaida. Haleluya! Hata kama nguvu za giza zitakuja kukushambulia, zitapigwa katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Au ni maadui eh? Au ni maadui wanaokushambulia?